Mangi, alodutu ni aje rafiyake, saa tena afadhali umekuja, isee unipe hiyo pesa. Ah ah, sasa ik semaje? Takulipa kesho, ila sasa hivi naomba unikope unga robo kidogo, unaongeza tena kingine ndutuianne na ile ndutu, unajua afisili duka niudirombo ndo inafika elfu mbili wewe unajua ngikupa hapo robo ni 2000 imetimia hiyo. Kesho asubuhi mangi, nakuletea la yako. Ndugu nisikilize. Tena mm, oh, hata robo nyenye nakukadiria. Sio sasa mangi, hata kwenye mzani. Sipi kwenye mzani kwa <Keshua> sababu <subuhi>. wewe <inaudible> unajua ni msumbufu kwenye kulipa, na kesho asubuhi. Ndugu naomba yeye mm. Kesho asubuhi sasa. A few moments later. Mambo. Ndugu unajua nakudai wewe.

Haya, kuchukua ndio. Ni ndogo vumbili, ni ndogo vumbili, ni kubwa. Nipe vumbili yangu basi. Naomba hela yangu, tunafatana fatana. Nasemaje? naomba hela yangu ili nakuletea unga, naomba hela tutu, ulete hela Eek, unapanda pikipiki Kinondoni? Emukinondonii mbali, utapishana na magari, kuna mafuso, kuna maroli. Alafu ukipata ajali, ukifa, lango analipa nani? Unataka unipe lango msibani?